Rasta kweli, mbona kwa kweli, mbona umevaa kidudu cha wanawake, ndogo yake Diamond jamani, ndiyo wa mwisho. Hebu njoo, hebu niambie, wa kwanza kuzaliwa kwa upande wa baba yangu <inaudible> wa kwanza kuzaliwa anaitwa anayitua... Na kwa jina maarufu akisania anaitwa Kwendale. Jina lake anaitwa nani, nahofu sana mwana a mwana hawa wa pili kuzaliwa na sibu hapo Juma. Wa tatu watatu watatu Amina. Wa nne ndo mimi mwisho mdogo wake Diamond <laughs> <laughs> Ama, <laughs> nilikuwa mdogo sana mfundisha, mdogo wake, lakini akili nayo naelewa saalikaakaaaiaa anakaaaaa anamfundisha mdogo wake kuendesha gari ya kitambo nakuja

maisha anaendelea, anachukua tunaenda misele nini kinzizo dada na bajaji nyekundu. Ah. Basi po, bro acha mimi kuachira soda, mimi shukrani shukrani shukrani, hapo hapo ya bless bro ah. ama haya.